Mali jumla ilikuwa shilingi ngapi? Laki tano na nusu. Kaleta laki mbili kwenye laki tano na nusu. hmm. Eh, laki mbili. Akibei eh. Kaja tukaambiwa si mwambie jamaa aje kuoa. Ah, jamaa atakaporudi nitakuja kukuambia. Akaondoka yule bwana mekaa. Leo tarehe ishirini ngapi leo? Ishirini na sita. Juzi ndo kaja nyumbani. Baba kashukuru anaje kuoa. Kabla haina shida wewe njoo wewe tu Kuja pale cha mtu mfupi. Sasa alibe mbegu ule. Ataka ukoo wao ndio mfupi na mwanangu ndio yule mfupi, si ndio? Umekataa kumuozesha kisa ni mfupi. Mm. Mm. Analibu mbegu. Mbegu ule. Sasa akizaa mtoto basi mfupi. Wewe unasema kama ana miaka ishirini na nne, ishirini na mbili wanafikia wao. Ile 18. Ana miaka 18. Eh. Kwa maana ni mtoto mdogo ana miaka 20, tumekataliwa kuozeshwa kisa ni ufupi. Kama unitazama video ambayo tumeshaweza kuiposti kunako youtube channel yetu Nyundo TV, mhusika ama ni baba, ambaye baba wa mwanamke ni mzee wetu hapa, ambaye tunakwenda kuzungumza naye atuambie kwa hiki ambacho kimetokea, kwa nini aliweza kuamua mpaka e, kukataa kumuozesha binti yake. Mzee, salamu alaikum. Alaikum salamu. Vipi hali bwana? Alhamdulillah. Mzee wangu, kwa wale ambao wanakutazama muda huu au wakufahamu labda wajua namwangalia nani? Alfani Jenga, Alfani Jenga, e... Mzee Alfani, kwa hiki ambacho kimetokea maswali yamekuwa ni mengi, watu wanajiuliza. mm. Hebu waambie kwamba nini ambacho kimetokea. Mi bwana kwa bwana kaja mshenga kaita barua mm. barua mimi nikama maswali huyo, hmm. mwanamume yuko wapi? mwanamume yeah. yeah. yupo hmm. kusoma, nikamwita yule mchumba, yuko wapi? akaambia mchumba yupo nje, lakini akuta picha yake, akaeta picha kipande

Ana miaka 18. Eh. Kwa maana ni mtoto mdogo hajafika 18? Unajaribu labda kumwambia kitambulisho labda uweze kujithibitishia. Ajaleta. Ajaleta. Ajaleta. Mm. Mwana bwana. Mpaka pale asu, nitakuletea, nitakuletea bwana. Mpaka, kulikuwa na muda gani kutoka kwenye pale alipoleta barua mpaka siku ya ndoa ilipita miezi mingapi ama wiki ngapi ama siku ngapi? Takriban miezi miwili. Miezi miwili kweli mzee wangu. Mkwe ulikuwa je kumuona nikashangaa mfupi kakialamaveupmaa kuinafi mzee wangu, kwa gharama ambazo mmekuwa mmezitumia mm. kuandaa shughuli, watu wanakuja kuoa kwako ama kwenu, mwisho mm. wa siku shughuli haijakamilika. Ukunu, ukujali kwamba gharama umeshaingia sala, kama mzazi umekataa kumuozesha mtu mfupi, unahisi sababu anakuja kuzaa watoto ambao wanafanana na yeye e. Wajukuu zangu wafupi kama vile, tuko tofauti. Sauli, yaamini mm. Vipi kama atazaa mtu mfupi, labda wenda maajabu ya Mungu angetokea Mwenyezi Mungu um, akiwa mfupi mwana mtoto atakuwa mm. mfupi tu mm. mm. kwa jamii ambayo wametazama hii video ama wale ambao wanakuzunguka mtaani kwako, uwezi kuishi labda wenda wakakuona wewe mtu ajabu, umekata kumuozesha mwanao kisa mtu mfupi, wakiniangalia, waki wakiniona Wataniuliza, kwa sababu gani? mwenzako kuozesha? kwa sababu ni mtu mfupi. Kabla ya huyu alishia kutokea mtu mwingine mm. eh, mm. eh, mm. mm. akaja kutaka kumuoa nao nimuone

Mbegu na kulibu mbegu, shamba lako ile hapo na kulibu mbegu hapo hapo, eh. Unafanya chai chai na kuja mchungwa. Wakati umemlea mwanao mpaka toa hili ambayo amefikia sasa hivi. Ulikuwa unatarajia uje muoneshe kwa mwanaume wa design gani? Yule shekha anakuuliza nani kwa kitu kimoja. Yule kama da form 4, kana form 6, form 6, mm, kana chuo. Mm. Asa basi kazi tu pale. Ile mwanao. Eh. Ah. Ana shida yule. Kamaliza form 4, form 6 mpaka chuo. Mpaka chuo. Umetupa gharama aje eh, mm. Aje kuolewa na mtu mfupi? Mtu mfupi kama angekuwa na pesa ni mfupi, lakini ana hela. Mwanao umezungumza naye, mara baada ya ku wewe kusema mimi sitaki kumuozesha mwanamke, na mwanaume ndani, ndani anasemaje? E, analia mm. E, ndani. Mm. Mimi, kwa mimi mm. mm. Unamwambia nini sasa, labda yule jamaa ambaye alishatoa laki mbili zake e, mtu ambaye ambaye ilibidi awe mkweo mara baada ya kuoa muda huo. Oh, atakuwa ba ma, uh, uh, uh, um, si eh, na simanzi kwelikweli. Unahisi maneno gani ya faraja unatakiwa sasa, mwambie akuja na baba yake, akuja na mama yake. Wow. Ah. Hmm. Ah. <laughs> <laughs> Mzee, mi mbona nikushukuru ni, ni, ni ni ku, ni kwa hii haya mahojiano ambayo tumeyafanya. Labda kauli yako ya mwisho ni ipi? Labda kwa mwanaume ambaye angetamani kuja kumuoa mwanao mwanao ambaye ulita, ulitaka umuozeshe, lakini bahati mbaya amekuja mwanaume ambaye hujalizika naye. Mi mwanangu aje kuoa mtu kidogo, namjua fulani mm. familia yake naijua, aje kuoa mwanangu hmm. Sola, Kima sio mfupi. Mm. Au mtu, ah, hiyo tofauti kidogo na heshima zake. Bwana ni, ni, ni mzee wetu huyu ambaye ndiye baba halali kabisa mwanamke, ambaye e e ndio mzee aliyekataa kumuozesha mwanawe kisa kimo chake. Naweza ningesema hivyo. Hebu tuambie chochote ambacho unahisi ni sahihi kutuambia kwenye comment section, kwa maana kwenye upande wa comment hapo. Ongea kile ambacho unahisi itakuwa ni sawa kuhusiana na hiki ambacho kimetokea. Baba amekataa kumuozesha mwanawe kisa mwanaume ni mfupi. Tuambie chochote kuhusiana na mzee ambacho amekizungumza. Mwisho kabisa, ni kwambie kama na mara ya kwanza kutazama video kunako youtube channel yetu hiya Nyundo TV, usisahau kusubscribe.